Kura ya tatu baada tuendelea kukutana sana saiti tutakuja kuomba kura huko, niwaombe ndugu zangu, tuwapuuze hawa wanaombeza rais, wana wetu wanaombeza mbunge wetu, wanaombeza diwani wetu, kwa sababu maji wanayokunywa ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Watoto wao wanasoma kwenye madarasa yaliyojengwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, yeah. Wanatibiwa kwenye hospitali zilizojengwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi.

utaweka tiki moja, utakwenda kwenye karatasi ya mbunge, utakwenda kwenye lengo ya chama cha mapinduzi. Achana na huyo mwingine, utaweka utakwenda kwenye kwenye karatasi ya Erasto Mpete, jirani wetu, ukawaelimishe na wenzetu. Tunaposema maana ya kutiki kutiki kutiki, usiokatiki kwenye karatasi moja, utakuwa umeharibu kura. Niwaombe sana tuwe makini kwenye kutiki. Tunatiki kwa Chama cha Mapinduzi, usije ukatiki ukaenda kutiki kwa huyo mwingine, kura yako tu utakuwa umeipoteza. Niwaombe sana, mama zangu, baba zangu, tujitokeze kwa wingi, ndugu zangu. Siku hiyo unapoamka asubuhi asubuhi, mama mwenye nyumba, baba mwenye nyumba, ongozana na familia yako, nenda kituo cha kupigia kura. Mnapiga kura mnarudi nyumbani, tusiwe kuchelewa kwenda kupiga kura ndugu zangu. Na hao wengine wanasema wanaandamana, wanaandamana na nini? Maji hayapo, yeah, upo. Upo. Upo. Upo. Bado haipo na nini, tujiulize. Mimi na wewe tunaandamana kwa ajili ya nini? Tarehe ishirini na tisa tunaenda kufanya jambo letu. Niwashukuru sana na niwatakie jioni njema na Mungu awabariki.